Nafikiri jambo hili linaenda kukushangaza sana. Kama haujapata taarifa yoyote, basi mimi nakufahamisha leo. Nimefika hapa Kariakoo, Jangwani, city center kabisa, Dar es Salaam Tanzania. Unafikiri ni nini kimenileta hapa? Kuna msikiti wa maajabu sana unapatikana maeneo haya. Inafahamika kabisa, Jangwani ni sehemu ambayo kuna mafuriko mengi sana ya maji. Sasa nyumba nyingi zimevunjika hapa Jangwani, lakini msikiti huu wa maajabu haujavunjika watu wenyewe wanasema kwamba kuna vitu huo vinaendelea ndani ya msikiti huo nyakati za usiku ama mchana. Hayo na mengine mengi, ungana na mimi mc kutokea Uzuri TV moja kwa moja na marafiki zetu, ili tuweze kuzungumza mengi yanayohusiana na msikiti huu hapa Jangwani, Kariakoo, jijini Dar es Salaam, twenzetu. Jangwani ni sehemu ambayo inasifika sana kwa mafuriko, lakini pia Jangwani pia kuna nyumba nyingi sana ambazo zimeharibika kutokana na mafuriko hayo ambayo yameshawahi kutokea au bado ambayo yanatokea taratibu taratibu. Kuna msikiti ambao hupo mpaka leo bado haujavunjika wala haujaharibika kwa kitu chochote kile. Bati ziko vile vile, rangi ipo vile vile, kila kitu kipo vile vile, ila nyumba za pembeni yake zote zimeharibika. Hatujajua kwa sababu gani ila wanasema kwamba msikiti huu ni kama msikiti wa maajabu. Brother, mambo vipi? Safi kwema, shwari, kama kawa. Safi ndugu. Kwa utambulisho, mimi naitwa Mawazo e, nipo hapa Jangwani kwa ajili ya shughuli zangu hizi, yaani ni mashahidi haya ya yeah, yeah. Makaburini ya yeah, kuzikia Kristo yeah. Hey, hey, kwa sababu vitendea kazi vinapatikana sana hapa sana Jangwani hapa ndio yeah. Maana huwa tunaweka kambi hapa yeah. Tumejenga sehemu yetu, kama itanyesha mvua, tunajihifadhi okay. Hey, hey, mule pia vile wakati vile, mwingine tunaweka madude yetu akiwa mengi sure. Kwa hiyo sisi tuko hapa muda mrefu yeah. Kuna stori ambazo zinapigika sana mtaani yeah. Kuhusiana hapa Jangwani Jangwani hapa panasifika kwa mafuriko yeah. ni kweli kabisa yeah. Yaani, kuna muda kwa mfano kama mwaka huu kidogo mvua hasijanyesha sana okay. lakini kuna muda maji waga anafikaga hadi hapa tulipokaa anafika hapa okay. Eh, yaani siwenyewe hapa waga tuna, waga tunakimbiaga tuna kwanza kwa hiyo e, kwa, kwa mafuriko hapa Jangwani kweli waga, hiyo ni changamoto kubwa sana kwa wangaikaji wa maeneo hayo wa... Naona nyumba nyingi sana zimebomoka, sijafahamu kama kwa ajili ya maji au la. yeah. lakini nyumba nyingi sana zimebomoka, ila pia katika hali ya kawaida, mm. mafuriko ambayo yanatokea hapa, yeah. maana yake hata ule msikiti pia nao, yeah. ungekuwa saizi umeshabomoka, inasemekana ni msikiti wa maajabu. yeah. hii ikoje? Ah, kiukweli katika hilo ni kweli kabisa, wanajua <laughs> Kuna vitu waga, si wenyewe tukikaga, waga tunashangaaga yeah. tunaweza tukakaa hapa, si ndio, mchana kabisa kwa kweupe huu yeah. msikiti sasa hivi unaenda ndani ya mwaka, hakuna huduma yoyote inayofanyika mle, hakuna watu wanausali, hakuna shughuli zote za ibada ambazo zinaendelea mle, watu wameshaama, unaona umeshaama muda mrefu, na hakuna mtu kwa, kwa kifupi, hakuna mtu ambaye anaingia mle kwa ajili ya kusali, unaona. Lakini tunaweza tukakaa hapa wakati mwingine tunasikia azana inapigwa eh. tunaona wakati mwingine taa mara zinawaka zinazima, mara kuna moshi, tunaona moshi unatoka mbule madirishani, shangaa hivi vitu vimekuaje? Kwa sababu mle ndani hakuna mtu anaokaa eh, hakuna mtu anaokaa wa wala hakuna, hakuna mtu yoyote anaoingia mle ndani. Unaweza ukapita wakati mwingine waga tunapita tunaenda, kuna chakula pale juu kwenye ile gorofa, unashangaa unapita, unakutana na, na watu kama wanaingia wanaenda kusali, yaani ni kitu ambacho ni maajabu kwetu, kwa sababu hakuna hakuna shughuli za ibada zinazoendelea mule ndani. Kwa hiyo ukutana na watu kama hao, mtu anaenda kuingia kwenda kusali, tunashangaa yeah. Kati mule hakuna chochote, hakuna chochote kinachoendelea mule kwenye msikiti. Kwa hiyo kwa, kwa sasa ndo kuniambia mule kutakuwa kuna maji tu yeah, mule ukiingia kuna, kuna maji yeah. Eh, basi mitope mitope nini kwa kifupi hakuna yani, hakuna shughuli za ibada zinazoendelea mule, lakini kuna maajabu majabu kama hayo waga tunayaona. Nyinyi mara nyingi hapa shughuli zenu mnamaliza saa ngapi, au mnakuwa mpaka alfajiri? E, sisi hapa inategemea na oda ambao mtu umepata, wakati mwingine tunaweza ukasuka hapa mpaka usiku. E, e, suka mpaka usiku saa moja, saa mbili, naondoka, unaona. Lakini siku nyingine mnakesha? E, inatokea siku nyingine kutokana na oda uliopata mtu naweza ukakesha, kama hivyo inatokea. E, zile nyakati za usiku ndo mnaonaga hivyo ee, vimbwanga ukikaa hapa usiku utakuta, saa mbili ile saa ngapi, unaanza kuona maluerue yani, pale kanisani pale msikitini, mara taa zinawaka taa ushanga, taa zinawaka wakati umeme hamna mule, hakuna nyaya zozote ambazo zinaonyesha kwamba hapa kuna, kuna umeme, lakini naushangaa taa zinawaka zinazima, taa zinawaka zinazima, mara moshi, mara wakati mwingine unasikia azana kwa hiyo yeah. E, inakuwa changamoto kwa kweli. Na au watu ambao mnaoona muda mwingine wanaingia wanakuwa katika mavazi ya namna na gani yani, wakuta, wakuta na mtu kabisa kavaa kanzu anaingia mle msikitini. Sasa mtu unashangaa eh, huyu mtu imekuaje? Alafu ukiangalia msikiti wenyewe tayari ndani ya mwa, karibu ni mwaka mzima haufanyi kazi tena yeah. Alafu mtu anaingia mle ndani basi, msubirini tumuone atoke. Hakuna hakuna mtu atoki tena na umeona akitoka? y E, ni jinsia moja tu ya kiume ambao mnaonaga wanaingia e, mtu akuta, mtu kavaa kanzu yake vizuri ni kashika tasbia, ingia mbele ndani, wakati ndani kuna mimaji kuna mitope sasa, anaingia kufuata nini? Kwa hiyo ni vitu kama ni maajabu fulani sisi tunaona kwa sababu mule hakuna shughuli za ibada zinazoendelea katika ule msikiti. Na nyinyi mlikuwa mnaswali kipindi hicho msikiti unafanya kazi? E, kipindi hicho tulikuwa tunasali wakati bado unafanya kazi, tunaelewa mazingira ya mule unaona, na tunaelewa mazingira yalikopo sasa hivi, kiukweli kwa sasa hivi ni ngumu sana mtu kuingia mule kwenda kusali kutokana, um, msikiti ushaharibika kwa kifupi, okay. Ushaharibika, kuna hivyo vitu vya, vya mauzauza t e, kuna mauzauza yani, tunaona mauzauza tu kwa sababu msikiti hautumiki tena, alafu tunaona mtu akanambia, anaingia naenda kusali, kwa hiyo ni mauzauza. Na nyinyi hapa Kariakoo sasa hivi mnatumia msikiti upi kwa ajili ya kufanya ibada? e, sisi hapa bwana, natumia msikiti ule pale ukisimama yeah. hapa kidogo unauona pale ule pale. Ah, ule ambao uko karibu na klabu ya Yanga eh bwana yeah. ni brother ambaye tuko naye hapa anazungumza kuhusiana na tathmini inayofanyikaga hapa jangwani wanaona kabisa msikiti huko lakini nyumba nyingi sana zimebomoka katika hali ya kawaida maji yangeweza kuangusha ule msikiti kweli brother Eh, kabisa, yeah. lakini nyumba nyingi pia tumeona zimeshuka zimebomoka zimeshuka, yeah. na maji mabati bado yako vile vile yeah, lakini msikiti ule pale ukiuangalia kama unavyouona uko vile vile. Ndugu mtangazaji bwana, yani mii naona bora twende tu, ukajionee mwenyewe hapa. huo msikiti wenyewe maana uko mbali ule pale ule. Okay. Bwana, tunapata nafasi kidogo ya kuonyeshwa huo msikiti na my brother hapa, japokuwa kwa mbali, lakini tunaweza tukauona huo msikiti. Inasemekana ni msikiti wa maajabu, wengi wanazungumza hivyo. Twende tu brother E, ndugu mtangazaji kama unavyojionea msikiti ule pale yeah. unaona kama unavyojionea una, ukiangalia tu mwenyewe kwa macho unaona kabisa hakuna mtu anaoishi mle, lakini wewe mwenyewe kwa macho tunaona kama vile kuna dalili ya moshimoshi ule yeah. pale umeweka kwenye ukuta kama umeweka alama ya moshi hiyo yeah. Ndio vitu ambavyo hivi mojawapo natushangaza kwa sababu msikiti sasa hivi hawakai watu sure. Na hata kama msikiti utaendelea na ibada tunavyojua sisi yeah. msikitini hakuna mambo ya moshimoshi msikitini hakuna mambo ya moshi moshi. Ule moshi umetokea wapi? Kwa hiyo unaonekana yeah. kabisa hata mabati bado yako yeah. vizuri, kila kitu kipo vizuri eh yeah. kwa hiyo katika vitu ambavyo vinashangaza hapa Jangwani yeah. ni pamoja na huu msikiti. Huu msikiti kama unavyoona mabati yake ma, bado mapya kabisa, unaonekana mapya, hakuna bati ambayo limechoka hata moja. Halafu yeah. wakati mwingine unasikia azana, tumekaa hapa sometime unasikia azana zinapigwa, kati watu wenyewe hakuna ibada zingine, hakuna yani, hakuna shughuli za ibada zinazoendelea, lakini unasikia sana, mara unasikia, unaona taa zinawaka, zinazima. Unaweza ukapita pale unakuta watu wanaingia wamevaa kanzu wanaingia eti kwenda kusali. Hao ni maajabu, ndugu mtangazaji, si tunajionea kiukweli, tunaona sio hali ya kawaida. Okay. Tunaona vimbwanga yani hapa tunaona yeah. Vimbwanga sio vya kawaida. Yaani wakati mwingine mpaka unaogopa, wakati mwingine nataka kwenda yeah, kuchukua chakula pale juu yeah, kupita njia hii hapa unaogopa na nisije nikakutana vitu vya ajabu, lakini sasa nyinyi hiyo uh, hali haiwaogopeshi mm, labda kusema tutafuta sehemu nyingine tukafanye kazi kutokana labda na hizo squatch, squatch, zinazotokea hapa. Yeah. Kikubwa ni kumtanguliza Mungu katika kila kitu, ni kumtanguliza Mungu. Yeah. Sisi tunamwomba Mungu, tunaendelea kufanya shughuli zetu hapa na Mungu anatusaidia, anatulinda, lakini ni katika kupita hii njia ndio, yeah. Mara nyingi kila mtu waga wa, anaogopa sasa hivi kutokana na mambo ya hapa ambayo yanatokea kwenye ule msikiti. Huwezi we, kupita peke yako lazima, yeah. Msubiri mwenzako. Mtangazaji, wewe jaribu kufikiria kitu kimoja, wewe rafiki, yeah. yangu msikiti hautumiki karibuni mwaka mzima au hutumiki huu msikiti, lakini unaona watu wanaingia wanaenda kusali mara asubuhi unakutana na asubuhi mara watu wanatoka kusali, wakati ukiingia ndani unakuta mitope mimaji kibao, huyo mtu anaenda kusali wapi? hasa hivyo vitu vinatushangaza kiukweli yani, yeah. kwa wakazi hapa vinatushangaza. mnavyowaona ni mnawajua labda wa mtaani hapa au ni sura ngeni kabisa? Yaani hizo sura hatujawahi kuziona, kwa sababu mimi mwenyewe nishawahi kusali pale katika wale msikiti, watu ambao aasai nao nawajua yeah. sijawahi kuona sura kama hiyo hata siku moja. Wakati mwingine tunaona vibabu vinaingia mule ndani. Yaani wakati yani mwingine tunasikia sauti za mbuzi wanalia, mre yeah. mbuzi tena nafuata nini? Yani vimbwanga vimbwanga tu vya ajabu ajabu, kwa kweli tunavisikiaga ndugu zangu, yani mpaka tunaogopa wakati mwingine kupita pale eh. yeah. <tipos> E bwana, ni brother huyu hapa ambaye anapatikana hapa Jangwani kwa ajili ya shughuli zake, kama unavyoona anatengeneza mashada yale, lakini wanafanya shughuli zao hapa. Yuko muda mrefu sana hapa, ila kuna huu msikiti ambao unasemekana ni mwa, wa maajabu, na hivi walivyovisema ndio vitu ambavyo mara nyingi wanaviona hapa. uende ikawa nyumba ya Mwenyezi Mungu imegoma kubomoka eh inawezekana kwa sababu unajua m mambo, nini mambo ya Mungu bwana, ndio yeah. Kama hivyo kama ma, ma, nyumba ya Mungu siku zote kunakuwa na utaratibu wake, kwa hiyo labda inawezekana labda kuna vitu ambavyo labda havijaenda sawa na ndio maana anatokea mambo kama, siwezi kujua, okay. Eh, bwana ni kutokea hapa Jangwani kabisa Kariakoo, jijini Dar es Salaam. Tulifika hapa kwa ajili ya msikiti ule pale, unavyoona nyuma yetu ni msikiti ambao umegoma kabisa kubomoka. Nyumba nyingi zimebomoka kama unavyoona hapa, kote kulikuwa kuna nyumba hapa kote hizi zote zilikuwa ni nyumba za watu, lakini cha kushangaza ule msikiti uko pale katikati ya maji na umegoma kabisa kubomoka. Sisi hatuna la ziada ya kutokea hapa Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi naitwa Kedo MC, nilikuwa na my brother naitwa Mawazo da Mawazo. Okay, my brother Mawazo kutokea hapa Jangwani, endelea kuenjoy Uzuri Tv kila siku, kila wakati, bado tupo kwa ajili yako. Nyuma kamera director Bizo.